Zamani za kale katika kijiji cha Taso aliishi kijana mmoja aitwaye Sauli. Alijua sheria za mababu na alikuwa mkali kwa wale waliomwamini Yesu. Aliwatesa akawafunga na kuwatisha kama simba aliyejeruhiwa. Siku moja akiwa safarini kwenda Damasko, mwanga mkali ukamulika kutoka angani akaanguka chini. Sauti ikasema, "Sauli, kwa nini unanisumbua?" Ilikuwa ni sauti ya Yesu. Alipoamka, hakuona tena, akawa kipofu hadi alipofikishwa Damasko. Huko mzee mwema aitwaye Anania alitumwa na Mungu kumwombea. Macho ya Sauli yakafunguka, lakini pia moyo wake ukafunguka kwa kweli ya Mungu. Akaacha jina lake la zamani Sauli na kuitwa Paulo, sasa si mtesaji bali mtume wa amani. Alihubiri injili kwa mataifa yote, akavumilia mateso, lakini hakurudi nyuma. Na watu wakasema huyu si yule aliyewatesa Wakristo. Ndiyo, lakini sasa alikuwa shujaa wa nuru akieneza upendo badala ya chuki. Funzo la hadithi hii ni kwamba, he. Hata simba mkali anaweza kubadilika kuwa mlinzi wa kundi, akigusa na mwanga wa kweli.